Na imani. Nena lenye. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku, leo Jumatano, baada ya Epifania mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika Waraka wa Kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote, sura ya nne, aya ya kumi na moja hadi aya ya kumi na nane. Na injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko, sura ya sita, aya ya arobaini na tano hadi aya ya hamsini na mbili. Karibu tusikilize injili. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Baada ya watu elfu tano kula na kushiba, mara Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande mashuani watangulie kwenda ng'ambo, hata Bethsaida, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Hata alipokwisha kuwagana nao, akaenda zake mlimani kuomba. Na kulikuwa jioni, mashua ilikuwa katikati ya bahari na yeye yu peke yake katika nchi kavu. Akawaona wakitaabika kwa kuvuta makasia, kwa maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata ilipopata kama zamu ya saa nne hata hata ilipopata kama zamu ya nne ya usiku, akawaendea akitembea juu ya bahari, akataka kuwapita Nao walipomwona anatembea juu ya bahari walizani ya kuwa ni kivuli, wakapiga yowe, kwa kuwa wote walimwona, wakafadhaika. Mara akasema nao akawaambia, changamkeni, ni mimi, msiogope. Akapanda mle chomboni walimo, upepo ukakoma, ukakoma. wakashangaa sana mioyoni mwao kwa maana hawakufahamu habari za ile mikate, lakini mioyo yao ilikuwa mizito. Neno la Bwana. Sifa kwako eh Kristo. Wapendwa katika Kristo, tutaongozwa na ujumbe unaosema kwamba imani katikati ya mahangaiko makubwa. Somo hili la injili tuliyoisikia muda mchache uliopita, tumesikia kwamba Yesu anatembea juu ya maji Ndugu zangu wapendwa, injili hii inatuonyesha kuwa Yesu anaonekana anatembea juu ya maji kwenda kwa mitume ambao walikuwa katika mashua wakihangaika na zoruba iliyokuwa inawakumba. Neno zoruba, neno zoruba hapa limetumika kama ni njia ya majaribu ya imani yanayowakumba watu kipimo cha uaminifu kwa Mungu, sehemu ambayo tunakumbana na mapambano kati ya hofu na imani, au hali ambayo mwanadamu anatambua udhaifu wake. Ndiyo kusema kwamba haya ni mazingira ambayo Yesu anajifunua kama Bwana wa mamlaka. Tumesikia kuwa Yesu anawatuma wanafunzi wake, naye anakaa kuomba. Ndugu wapendwa, baada ya muujiza wa kuwarisha watu maelfu, Yesu akawalazimisha wanafunzi wake wapande mashuani, naye akaenda mlimani kuomba. Hii inatuonesha picha ya wanafunzi wako baharini, wakipambana na mawimbi, upepo mkali, pamoja na upepo mkali. Hii inatuweka wazi kuwa tujue kwamba Yesu yupo karibu na wanafunzi wake kimwili, lakini yuko katika maombi. Tunapata fundisho kwamba wakati mwingine Yesu haturuhusu tuingie katika magumu, si kwa sababu ametuacha, bali kwa sababu anatuombea na kutuandaa kukua kiimani zaidi. tukiku, tukilejelea maneno ya Mtakatifu Teresa wa Avila, alisema kwamba Mungu apunguze dhoruba kwetu bali huimarisha imani ya anayepitia dhoruba. Baada ya kuingia katika mashua mashua tumesikia kuwa mashua inakaribi. Baada ya kuingia katika bahari tumesikia kuwa mashua inakabiliwa na upepo, inakabiliwa na upepo mkali. Ndani ya ile mashua alikuwamo Petro na mitume wengine waliokuwa wavuvi Kabla ya kumfuata Yesu. Hivyo basi tunaona kuwa walikuwa na uzoefu katika uvuvi na walikuwa wamekumbana na maumivu mengi yaliyokuwa yanawakumba baharini, lakini bado walihangaika. Uzoefu wao haukuwatosha au haukuwasaidia kitu. Funzo tunalolipata hapa, kuna nyakati ambazo uwezo wetu, akili zetu au uzoefu wetu havitoshi. Hapo ndipo tunaitwa tumtegemee Mungu kikamilifu. Mtakatifu Yohane Chrysostom aliwahi kusema kwamba Mungu haruhusu dhiki ili tuone wazi kuwa wokovu wetu unatoka kwake, si kutoka kwa nguvu zetu. Ndugu zangu wapendwa, tumesikia kwamba mitume walipokuwa katika dhoruba kali, wanamuona Yesu anakuja kwao akitembea juu ya maji. Kitendo kile cha Yesu kutembea juu ya maji kwao kilionekana ni kitu cha hatari, yaani kwamba Yesu anajiweka na kujiingiza mwenyewe mzima mzima katika hali ya hatari zaidi. Kwani kwa kuwa wao walijiona kabisa wanaenda kufa maji, wanasahau kuwa Yesu mwana wa Mungu ni njia ya kweli. Tunaalikwa tumkimbilie Yesu kwani Yesu anatualika atutawale. Dhoruba yangu au yako si kizuizi kwa Mungu kutenda, kwani ni daraja la ufunuo wake. Mtakatifu Agustino anasema kwamba ukiwa na imani, hata mawimbi yanakutambua. Hivyo wapendwa, tunaalikwa nasi leo hii tunapata mwaliko wa kumwamini Yesu kwani yeye ndo njia ya kweli na uzima. Mafunzo tunayoyapata leo katika somo letu la injili, tunaalikwa kuwa tujipe moyo, kwani Yesu leo hii anajifunua kwetu, tusiogope. Tumesikia kuwa alipowakaribia kufika mashuani, hakusema zoruba tulia, bali anajitambulisha kwa mitume wake, ni mimi hapa. Hapa tunaona wazi kwamba amani ya kweli haiji kwa kukosekana kwa matatizo bali kwa uwepo wa Yesu. Ujumbe wa Injili hii ya leo katika maisha yetu. Yesu anatualika hata wakati wa maumivu makali anaweza kuonekana kwa namna isiyotarajiwa. Pia tumesikia kuwa mitume wanakosa imani kuwa yule aliyewajia ni Yesu kweli. Ndugu zangu, imani si kukosa hofu, bali ni kumwamini Yesu katikati ya hofu. Tuombe neema ya Mungu kwa njia ya mwanaye Yesu Kristo aliyezaliwa kwetu. Tunapokumbana na mawimbi ya maisha, atufundishe kuona tumaini la kweli katika Mungu na tuwezeshe kulainisha mioyo yetu na tuondolee hofu maishani mwetu. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Flateri Bruno Bernard Marco wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!